Cyprian Musiba aigeuka, sisemu ya Samia afichwa na kunena mazito. Mtazamaji, kabla sijakupa undani wa taarifa hiyo, kwanza kabisa asante sana kwa wewe ambaye umekusha subscribe, lakini pia kwa wewe ambaye bado nikusii tu kwamba subscribe sasa, ili usipitwe na taarifa zetu, bonyeza maneno ya subscribe kisha alama ya kengele aliyekuwa mtia nia ya kugombea ubunge kupitia jimbo la Mwibara Cyprian Musiba aibuka ghafla na kukishambulia chama cha CCM kilichoongozwa na mwenyekiti wa chama hicho taifa Rais Samia Suluhu. Musiba amenukuliwa akisema kwamba Lissu na Chadema wanacholalamikia ni sahihi kabisa. Kama tume kama tume isipobadilishwa ni ngumu kuitia CCM madarakani. Amesema wasimamizi wa uchaguzi wanapewa maelekezo, aomba samehewe kwa kuwepo CCM. Adai CCM ya sasa sio ile CCM ya zamani, hiki ni kikundi cha watu wachache wanaojinufaisha wao wenyewe. Musiba atamka bora chama kiondolewe kwa amani kuliko machafuko. Amesema ameshangaa sana mpaka sasa kuna baadhi ya watu hawajui watoto wao kwa wapi, lakini cha ajabu wabunge wameshaitana Dodoma. Haya siyo maneno yangu, ni maneno ya Cyprian Musiba aliyekuwa mgombea CCM na mwanaharakati wa zamani aliyekuwa anaopenda sana utawala wa hayati Magufuli. Mimi naitwa Naomi Goodlove kupata wasaa mzuri kabisa wa kumsikiliza Cyprian Musiba akizungumza. Unajua, mimi nilikuwa naadithiwa tu, sikuwahi sikuwahi kuona wala ku kusikia eh, kama unavyojua na mimi nilikuwa upande huo huo ambao unalalamikiwa maana niliwahi kugombea nikiwa upande wa CCM lakini kwenye kura ya maoni tu, sikuwahi kugombea uchaguzi wa dola. Kwa hiyo hii ndio mara ya kwanza naingia kwenye uchaguzi wa dola uh, nikiwa natokea upande wa pili, sio kule nilikozaliwa na nilikokulia. Ukweli ni kwamba nimeona mengi sana na nimejifunza mengi sana, lakini jambo kubwa ambalo naweza nikasema tu ni kwamba madai yote ambayo mheshimiwa Tundulisu na taasisi yake ya Chadema wamekuwa wanalalamikia, yote ni sahihi. Yote ni sahihi, na na ni machache hayo. Hayo ni machache na kuna, kuna mambo mengi sana ambayo kama katiba haitobadilishwa na kama tume haitabadilishwa kuanzia chini kule kwenye vituo mpaka kule juu, ni ngumu sana kuitoa CCM madarakani. Nilichokiona huko sidhani kama ni sahihi niliokutajia hao wote, hao wanakuwa ni na maelekezo, ni ngumu kwamba eti hata kama ukishinda kwa asilimia tisini kama ambavyo mimi nilishinda katika jimbo la Mwibara, ni ngumu sana kukutangaza. Na kinachonisikitisha zaidi, wabunge, mimi nilitumia matokeo yangu mwenyewe na moja ya wale watumishi watume ngazi ya jimbo nilikuwa nimeshinda, nilikuwa na kura elfu elfu tisa katika jimbo la Mwebara katika wapiga kura elfu kumi na sita. Mimi pia nimeshukuru tu kwamba watafanya kazi katika mazingira yapi yawezekana, sisi ambao tulikuwa tuna, tuna tuko sehemu ya kuitetea sisi yo tulikuwa tujaingia physically kwenye kwenye uwanja. Kwa hiyo hilo nalo wananchi pia kama mimi, mimi naomba msamaha, wanisamehe kwa sababu sikuwahi kujua kwamba uchaguzi wa Tanzania unaendeshwa namna hii. Madai ya Tundu Lissu na narejea tena madai ya Tundu Lissu na madai ya Chadema yote na madai ya wananchi wa Tanzania yote kwa ujumla wake yako sahihi yako sahihi na kwa kweli nchini yetu sote. Kwa nini hawataki kusikiliza malalamiko ya wananchi? Mwananchi anasema kwamba tubadilishe katiba, mwananchi anasema kwamba tunatakiwa tubadilishe tume kuanzia chini kule mpaka kule juu. Kwa nini, kwa nini wanawakatalia? Wanawakatalia kwa sababu wanajua wakifanya hivyo CCM sikuo inaondoka madarakani. Sasa ni heri, ni heri chama kiondoke madarakani kwa amani kuliko chama kiondolewe madarakani kwa vurugu na machafuko. kwayo sa ingine haya matatizo yote yetu ya nchi yetu yanaletwa na CCM tu kwa sababu ya ukaidi wao na dharau zao, kwa sababu kiburi cha CCM kinatoka huko tu, hawana hawana kura tena kwa wananchi, hawana ushawishi kwa wananchi, hawana chochote kwa wananchi, wanategemea. Na kwa nini wanadharau? Kwa nini wanakuwa na kiburi hawa CCM? Hivyo viburi vinatoka wapi? Unakuta raia hana sehemu ya kukimbilia, raia hawana mtetezi, raia wakipata matatizo hawajui waende wapi. Kwa hiyo mimi nasema wakati mwingine hata matatizo uh, yamesababishwa na CCM yenyewe na kama ni lawama wa kwanza kulaumiwa ni sisi mwenyewe. Kwa kweli, nilichokiona kwenye uchaguzi nikielezea, naweza nikatumia hata siku tano naelezea, na nadhani nitaandika kitabu kuhusiana na uchaguzi wa Tanzania nitaandika kitabu e, maana lazima tu, tuwasaidie vizazi vinavyokuja. Kama taifa hatuwezi kuendelea ku, kuishi namna hii kwamba katiba yetu imetoa mwongozo na maelekezo kwa kila raia wa Tanzania kuweza kuheshimu sheria na taratibu za nchi e, sasa hizo sheria, manake ni kwamba ukiwa CCM wewe upasi kufuata sheria za nchi, ukiwa nje ya CCM wewe ndio unapaswa kufuata sheria za nchi? Hiyo yeah. haiwezekani sheria au katiba, ambayo ndio sheria mama, inatuelekeza Watanzania wote tuheshimu taratibu na sheria za nchi, tuheshimu taratibu za mchaguzi wa nchi. Ukiwa CCM ukivunja sheria wewe unakosa. Ukiwa sio CO, ukiwa sio CCM ukivunja sheria unakosa. Sasa hatuwezi kuendesha nchi kwa namna hiyo. Nchi ni yetu sote, na kila raia wa Tanzania ana haki ya msingi ya kuheshimiwa na haki ndicho kitu cha msingi sana katika maisha ya binadamu. Haki na hata Mwalimu Nyerere alisema kama viongozi watashindwa kutenda haki kwa raia wake kuna siku watalia kilio ambacho hawatakisahau. Na leo Tanzania ndio tumefika hapa kwa sababu wananchi wanadai haki zao, hawajui waende wapi, hawajui wamwambie nani, kila ukienda huku maras yani, nchi ilikuwa inaendeshwa nje kama hakuna utawala wa sheria. Sasa, kitu cha kwanza ambacho tunapaswa kufanya kama raia wa Tanzania katiba itufeve ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina wote tu uwe CCM se CCM, wote wana haki ya msingi kwa mujibu wa katiba. Lakini kwa kweli ndiyo yaona kwenye uchaguzi mm. tulikuwa tunaisemea CCM tulikuwa tunaitetea CCM uh, mimi kwenye familia yangu, anyway, kila mtu ana uhuru wake, lakini mimi binafsi, ukiniambia habari za CCM sikuelewe kabisa, kwa sababu sio uh, CCM ambayo wazee wetu, mama zetu na baba zetu wali na babu zetu walitengeneza walitengeneza. CCM ya sasa ni kama kikundi tu cha watu ambao wapo kwa maslahi yao na familia zao, sio kwa maslahi ya watu. Rasilimali zote za nchi hii zinanufaisha watu wachache tu, lakini asilimia kubwa ya Tanzania wanalala njaa, wanakufa maskini, wanashindwa kupata hata mlo mmoja kwa siku. Kwa hiyo sometimes wananchi wanachoka, wanaona wana sasa e, wachache waishi vizuri, wachache tuishi kama mashetani Ta, mimi na, nafikiri kwamba kwenye siasa za Tanzania tusipobadilika, hatuwezi kwenda, na mimi nasema watu watangulize mbele utanzania na utaifa kwanza. Habari ya kusema CCM, ACT, Chadema, hivi vyama ndivyo vinatuingiza kwenye machafuko. Mimi nadhani kama raia, kama wananchi, tujaribu kuweka mbele masuala ya taifa letu kwanza, kwa sababu Kenya kulikuwa na KANU. KANU ndio iliyopigania uhuru wa Kenya lakini KANU ilikufa kule Kenya, Kenya ipo. KANU ilikufa, Kenya ipo. Kwa hiyo taifa ndio kitu cha msingi kuliko chama. Lakini Zambia kulikuwa na chama cha Kaunda kule mgeni ya uhuru wa Zambia, kile chama kilikufa, Zambia ipo. Botswana pale tumeshuhudia mpinzani anaingia pale kama rais wa nchi sasa chama kile cha Botswana cha kilichowapa uhuru kimesha kufa. Kuna watu wanapaswa kuwajibika kutokana na matatizo yaliyotokea katika nchi yetu, na wanaopaswa kuwajibika wa kwanza kabisa ni tume kwenye ngazi ya kijiji, kwenye ngazi ya kata na kwenye ngazi ya wilaya. Wengine ni wakuu wa wilaya, wanatakiwa wawajibike kabisa, yani wanatakiwa washtakiwe, kwa sababu na wao wameshiriki sana kuvuruga uchaguzi huu. Hawa wananchi ambao leo wengine hawajui watoto wao wako wapi, wamepotelea wapi, lakini wabunge wameshaitana Dodoma bila hata aibu. Yaani, ndio ujue kwamba CCM aibu hawana, yaani pamoja na matatizo tunayopitia wameshaitana bungeni. Kwa kama nchi tu, tuliombee taifa letu, liombee taifa letu liwe salama, liwe na amani, na wale waliohusika kwa namna moja ama nyingine kuleta machafuko kutokana na uchaguzi wawajibishwe tu, na kuwajibishwe tu haitoshi, washtakiwe pia, kwa sababu kama nchi lazima tuendeshe nchi yetu kwa misingi ya haki za binadamu, kwa misingi ya utawala bora, kwa misingi ya sheria. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.